Wapenzi watazamaji, karibuni katika somo jingine la kujifunza ufugaji wa kisasa, na leo tutajifunza somo fupi kuhusu batamzinga. Tabia yao moja, wakiwa wadogo, hata wakubwa wao wanafanya, lakini zaidi wadogo. Hapa ukiangalia bata wote wamelala na ni asubuhi. Jinsi walivyolala unaweza kufikiri wanaumwa, lakini wote ni wazima. Kwa hiyo, kwa mtu ambaye anaanza kufuga, akija kwa mfano kununua batamzinga wako wadogo kwenye banda, anaweza kuwakataa akifikiri wanaumwa, na unaweza ukamweleza asikuelewe. Lakini kwa mfano kama hapo unaona mpaka wananyonga shingo na kuziangusha, unaweza ukafikiri wanaumwa, lakini wote hawa ni bata mzinga wazima. Hii ni kawaida sana kwa batamzinga, huwa wanapenda kulala sana. Wakishashiba, wamekunywa maji, wameridhika, basi wanalala sana. Hebu tuwaamshe tuone. naona wote ni wazima kabisa. Na muda mfupi, hata dakika kumi hazija hazijapita nilikuwa nawaangalia, wote ni wazima. Kwa hiyo hii inatakiwa ujue, siju kadhani wanaumwa kumbe wako tu na afya njema kabisa. Hapa nilikuwa nataka niwape maji, kwa hiyo nawapa maji, halafu utaona jinsi watakavyokuwa wanachangamka. naona kwamba wote ni wazima na wanakuja kunywa maji. Kwa hiyo hii ni tabia mojawapo ambayo unatakiwa kujua, kama nilivyokisha sema kwamba ukiwa unahitaji ushauri au, usite kunitafuta. Kama unahitaji vifaranga wa bata mzinga ama wakubwa, wanapatikana karibu sana. Nitaacha namba yangu ya simu hapo chini kwenye maelezo. Asante kwa kutazama.